Anasema mdada anauza losheni, sio anaitwa nani, sijui kwamba akauza losheni losheni, hajatoa majibu. Wadada, unakuta losheni, lo zo yani mkoma, mkoma wa dada, unakuta mtu ashatumia losheni karibia 15 majina tofauti tofauti, na losheni hizo zote ni kali, sugu zishajaa, yani wewe ushakuwa mkomavu wa losheni, losheni zote wewe unazijua, makrimu yote unayajua, unaenda kununua losheni kwa mtu siku moja, unataka ungae unataka hizo sugu zitoke. Unataka michi hizi itoke. Mtu ushajikomaza na malosheni ya ajabu ajabu huko. Unzi kwenda taratibu, taratibu. Msiaribu biashara za watu kwa sababu mimi naomba niwatetea uza losheni. Uza losheni unakutana na mambo mengi. Tena mengi mengi mengi mengi kwa sababu unakutana na ile mtu alikuwa ananoga mkorogo wa mia tano. Mkorogo wa buku. Hivi wewe utangaa, atangaa kwa ile huyo. Mkorogo alikuwa anatiwa jiki, unatiwa mafuta ya kula, mafuta ya taa, sijui ndimu, magadi. Huyo eh? Mtu atangaa. Jamani, tone huruma wauza vipodozi. Wauza vipodozi hapo kwa ajili yetu sisi ambao rangi zetu bado za kitototo. Hazijatumika sana kwenye masuala ya kuhangaika kuhangaika kuhangaika. Ila nyinyi ambao mshangaika hangaika, jamani, mkae kwa kutulia. Ngozi yako tangia umeweza kuihangaikia umeweza kuihangaikia lini? Hm? Jamani, msiseme vipodozi vibaya, semeni ligozi lako. Hiyo misugu yako haitaki kutoka. Msiharibu biashara za watu. Nimemaliza. Mimi ningekujibu shit ningekublock kwa sababu, kama kuna wengine nang'a, we ni nani? Hmm? Niko Zanzibar, lakini naona watu bado mnataka rigi, mnataka rigi sana. Nimesema habari za losheni mimi sizitaki na sitaji ziongelewe, lakini watu bado mnaendelea kuniataki. Aliyesema naharibu biashara ya Janet Store ni nani? Hmm? Mimi nimesema kitu ambacho kimenikuta kwanza na kingine watu mnaokaa mnaongea, mnajimaliza sijui nini, eti mnamuharibia biashara. Kwani losheni sikununua? Alafu yeye amenitafuta ameniambia kwamba losheni, kaniambia kwamba hakuni bloku yeye, walio ni bloku ni wafanyakazi wake, sijui unanielewa, kwamba wafanyakazi wake ndio walio ni bloku, sio yeye. hiyo ina, inakaa vizuri hiyo. Lakini mimi nimeamua kuyamaliza, nikaja nikaongea, sihitaji chochote, sitaki matatizo, nikaamua nikae kimya, lakini bado watu mnanitafuta mnanihataki. Jamani, nilisema mwanzo simuogopi mtu na simuogopi, niko Zanzibar hapa natembea nawai na wai naona naona niko Zanzibar na nichanganya na nichanganya mimi akili. Jamani, sitaki matatizo, nimesema niliongea tangu mwanzo siogopi mtu yoyote. Naona watu mnanihataki mnasema na, naharibu biashara. Msiharibu biashara ya, ya mtu, naongea ukweli na sio tu da, sio tu watu tunauziwa vibaya Mwaka hamna hata dawa kuongeza makalio ya F80 40 mnatupiga sana. Mbona nisijasema hilo? Lakini naanza nyonyonya nyo nyo. Nyo nyo nini? Panic, panic mke wangu mfe kabisa. Sitaki matatizo na mtu nimesema. Panic mkauzia tu vitu original mwaacha kudaka danganya. Mwambie mtu ukweli hakuna dawa. Dawa ya michirizi inafifia tu. Msitudanganye bwana. Ipo Zanzibar. Na nimemaliza. Mtu atakaye ni ataki ni nao. Ni nao wewe. Yaani naruka na wewe. Nitaluka na wewe naambia kweli. Jamani, nimekuja tena kwa mara ya kwanza na ya mwisho. Sihitaji mtu yoyote aendelee kuongelea hiyo topic ya vipodozi. Nilichokifanya mimi nilikuja kuongea kwa sababu ya hasira na maumivu ambayo nilikuwa napitia. Kwa hiyo naombeni sana sana sana sana. Hii mada naomba iishi kwa kuwa mimi ndio niliyoileta hii mada ya vipodozi. Mimi ndio ni mtu wa kwanza ambaye nimekuja kuongea yaliokuwa na nikabiri. Kuna watu wengi sana ambao wanapitia changamoto lakini wanashindwa kuongea kwa sababu hawawezi kuongea, ila mimi nimekuja mbele yenu, nimeongea kwa sababu nina uwezo wa kuongea. Mimi sio maarufu na sijawahi kujulikana na sihitaji pia kujulikana kwa skendo mbaya, kwa kuonekana ni mkandamizaji wa wafanyabiashara. Sihitaji, nahitaji kuishi maisha mazuri, kuhitaji kuishi maisha ambayo nilikuwa naishi mwanzo. Sihitaji watu kunisema vibaya, kunikandamiza. Mimi ni binadamu, najisikia vibaya Nilikuja kuongea hapa kwa sababu nilikuwa naumia. Lakini kusema ukweli, Janet Sto amenitafuta na ameniomba msamaha. Aliyeni Block sio yeye cha kwanza. Sio yeye aliyeni Block, alinipigia simu na kuna maneno mazuri sana ambayo aliongea kwangu. Kwa hiyo naombeni ni muache kuja inbox, kunikandamiza, kunisema vibaya. Mimi ni binadamu na nimeongea kitu ambacho mimi kimenikuta. Kwa hiyo naombeni sana hii mada iishe. Nahitaji kuishi maisha mazuri. Nahitaji kuishi maisha yenye amani. Nimestop kufanya biashara kwa sababu, naombeni jamani, naomba sana, sihitaji matatizo na watu, nahitaji kuendelea kuishi maisha ambayo nilikuwa na, sihitaji mambo ya mitandao sana kwenye maisha yangu, siyahitaji. Kwao naomba mnielewe hiyo mada, kwenye nikiingia live sihitaki hiyo mada ya sijui vipodozi Sitaki kuanzia sasa, sihitaji kabisa. Ukija una habari hizo za vipodozi, hatutoelewana. Sihitaji hizo habari tena kwenye maisha yangu. Nilichokiongea nimekimaliza, nimekitoa moyoni mwangu na sihitaji tena. Kilichobaki ninyi wafanyabiashara, wauzaji vipodozi, mteja wako akija, mwambie ukweli, mwambie haya mafuta ninayokupa sio ya kuwa mweupe, ila unakuwa na rangi yako asilia, mwambie ukweli tu napotuambia sisi ukweli Mnakwe, tuna kuna kuwa hakuna na nilichi changamoto yoyote ambayo inaweza ikatokea, kwa sababu unaponiambia mimi ukweli, nitakuamini na nitaendelea kufanya biashara na wewe, lakini mnapokuwa mnajali pesa, ndio inapoleta matatizo. Na mtu akikuletea habari ya kwamba hajapata feedback nzuri, mnamuona ni mtu mbaya na mtu anayeongea sana. Naombeni sana hii mada iishe kimoyo safi na kiroho safi kabisa. Mimi nimeimaliza leo, sihitaji matatizo na mtu sihitaji. Kwa mtu yoyote yule ambaye anaona ana shida na mimi, ambaye anaona sana, yani anahitaji ku- yani hataki kuyamaliza, basi tafuta njia nyingine ya kuyafanya hayo mambo yaishi. Sihitaji sana mnizungumzie, wafanyabiashara wauzaji vipodozi mnanisimanga, mna nini? Hakuna kibaya ambacho mimi nimekiongea. Kuna watu wengi sana ambao hawapati feedback nzuri lakini wananyamaza. Mimi niliyotoka kuja kuongea, mimi sio mjinga na naelewa sana kwamba kuna watu wanaotumia vipodozi haviwaletei feedback nzuri, ipo hivyo. Naombeni haya mambo yaishi, yaishe ya kabisa. Mimi nimekuja hapa kuongea, naombeni yaishe, yaishe ya kabisa. Sihitaji vita, sihitaji matatizo, sihitaji vita kabisa na mtu nahitaji kuendelea kwenye maisha yangu ya biashara kama zamani, niendelee kuwauzia watu mashuka, maduveti na vitu vyangu vya ndani kama kawaida. Sihitaji vita na mtu, naombeni hii mambo iishe, ifike muda basi tuongee habari nyingine. Sasa kila muda nikiingia live, nashindwa kufanya vitu vyangu vingine. Kila muda ni vipodozi, kila muda ni nini, kila muda, yaani utasema kwamba nimechoka mnaokuja kuniambia mnajifanya mnaniwa huruma. Wengine ni wanafiki, mnakuja huku ongea, mnawakandia mna watu. Najua kuna watu wengi mnaowakandia wafanyabiashara, mnajifanya kama ni watu wazuri, wachonganishi wakubwa. Nimewachoka, sihitaji vita na mtu, sitaki vita na sitaki mtu yoyote kuja kunifata kunihoji, sijui nataka nikuhoji sijui nini. Ni sitaki, nasema sitaki, sitaji kulipwa, sitaji chochote. Sasa hivi nimeacha na nimefresh, sitaji habari za mnanitafuta, mtaka sijui kunioji sijui nini niongee. Hakuna chochote ambacho cha kunioji mimi, hakuna chochote cha kwenda kuongea, sina cha kuongea. Naombeni yaishie hapa, yaishie hapa. Muendeni mkanunue mafuta kama zamani nilivyokuwa naenda kununua, mkanunue vizuri mafuta na nyingine na mambo mengine yaendelee kabisa. Sihitaji vita na mtu yoyote, na nimemaliza kiroo safi, sina chuki, sina chuki kutoka ndani ya moyo wangu. Nimeflash kabisa, yani kiroo safi, naombeni yaishi